Kwa ujumla hali ya usalama Zanzibar imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama, hali iliyowezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii na kiuchumi bila bughudha za yoyote katika kipindi husika. Jeshi la polisi lilichukua hatua mbalimbali za kiusalama, ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operation maalum za kudhibiti uhalifu pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hatua hizi zimesaidia kudhibiti na kupunguza matukio ya uhalifu ikilinganishwa na kipindi kilichotangulia. Kwa ujumla, hali ya usalama katika mikoa yote ya Unguja na Pemba imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama na kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii, kiuchumi, kisiasa bila buudha. Kakita, katika kipindi husika jeshi la polisi lilitekeleza mikakati mbalimbali mbali ya kiusalama ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operesheni maalum za kudhibiti wa uhalifu pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Jeshi la polisi pia limeendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi hususan kupitia mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na ushirikiano na viongozi wa shehia lengo kubwa likiwa ni kuimarisha, kuimarisha dhana ya ulinzi shirikishi. Ushirikiano huu umechangia kwa kiasi kikubwa kubaini na kuzuia matukio ya uhalifu kabla hayajatokea. Hali ya usalama kwa ujumla, kwa kipindi cha Januari hadi Desemba 2025 jumla ya makosa makubwa ya jinai yaliyoripotiwa katika vituo vyetu yalikuwa ni elfu mbili 386 ikilinganishwa na makosa 3145 kwa mwaka wa 2024. Bihi hivyo kuna upungufu wa makosa 759 sawa na asilimia 24.1. Makosa dhidi bina ya binadamu yamepungua kutoka makosa 1116 mwaka wa 2024 hadi hadi makosa mia nane na kumi na mbili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano sawa na upungufu wa asilimia ishirini na saba nukta mbili. Makosa ya mauaji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano yametokezea hamsini na tatu ikilinganishwa na makosa sitini na sita kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ukiwa na upungufu wa asilimia kumi na tisa nukta saba enye makosa oham, ya, ya mauaji asilimia tisini na nne katika hao makosa hayo ilikuwa ni kujichukulia sheria mkononi kwa tuhuma za wizi nyingineyo, lakini asilimia nne wivu wa kimapenzi na asilimia mbili ugomvi kwenye vilabu vya pombe. Makosa ya kubaka kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano yalikuwa mia sita na hamsini na saba ambapo kwa mwaka uliopita yalikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne yalikuwa mia nane na ishirini na kwa hiyo kuna pungufu tisa. Kwa hiyo kuna punguzo la asilimia ishirini nukta saba. Makosa ya kulawiti mwaka elfu mbili na ishirini na tano yalikuwa tisini na tatu ikilinganishwa na makosa mia mbili na kumi na saba katika mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa hiyo kuna punguzo la asilimia hamsini na saba nukta moja. Upungufu huu umetokana na elimu kwa jamii, hususan madhara ya vitendo hivyo. Makosa ya usalama barabarani. Kwa upande wa usalama barabarani, makosa haya ya jumla ukamataji na nini yameongezeka, ambapo ni makosa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni makosa elfu sabini na moja mia nne na tisini na tano ikilinganishwa na makosa elfu hamsini na kumi na sita kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hivyo kuna ongezeko la asilimia arobaini na tatu nukta sifuri